Kwema kwe kabisa. Amna kinyonge si so, tuko vizuri eh? Tuko vizuri na mmefungwa, hiyo si mechi ya mambo eh? ya eh, asim, asim, asim, mambu, mpira mpira lazima kuna kushinda na kufungwa, lazima utembee navyo Mchungaji eh. Eh. Kuna kitu nakitazama kinaendelea katika mitandao ya kijamii sasa kwenu Simba. Kuna baadhi ya vitu vya ndani ndani sana vya Simba vinavuja. Eh, jezi kabla jezi haijazinduliwa ilivuja. Jezi ya juzi ambayo ndio ilibidi mwitumia kwenye mashindano ya kimataifa ilivuja. Limona alikama aliposti kabla wewe mchungaji ujue jezi iko namna gani anakuambia inatolewa bango huku inabandikwa huku. Hiyo imekaaje? Wewe unadhani ni, ni kwa, ni kwa nini klabu siri za klabu zinavuja za Simba? Eh, hapo kuna shida kidogo. Kuna shida kidogo. Shida kidogo kwamba kwani taarifa za huku zinakuwa huku? ila za kwao kwenda huko zinakuwa ngumu. Za Yanga kwenda Simba ni ngumu, ila za Simba kwenda Yanga. Na hii juzi mwakajuzi miaka mini mitatu ndio tabia hizo. Yeah, e, tabia hizo nani wanavujisha hizo habari? Hujanielewa, Ujene, tunajiuliza tuna, tuna wakina nani wanafanya hayo mambo ambao wanatupigisha shoti mchungaji unatumia nguvu kubwa ya kuomba alafu, wenzako anakupigisha shoti, unakuwa umefanya nini? Yani wewe unaomba, mambo yameenda sawa, wenzako anakupigisha shoti mle mle. Simelewa? Ajuzi. tume maombi yameenda vizuri, na mimi najua hii ushindi, watu wanapigana shoti wenyewe kwa wenyewe, habari za Simba zinaenda Yanga? La, ila habari za Simba kwenda za Yanga kwenda Simba inakuwa ni ngumu, maana yake kuna mtu hapa anavujisha habari za huko wanatuambia jezi yenu ya kimataifa hapa kwenye kifua kutakuwa na mokola Nabada, na baadaye zinakuja kutoka mokola hapa. Wanatuambia hivi subirini, jezi zenu za kimataifa za jezi zenu za makao hizi hapa, mwisho wa siku zinakuja kuzinduliwa hizo hizo. Haya, huyo alipelekwa mahakamani juzi, kabla hajapelekwa tayari habari zishafika. Kwa kuna mambo mengi ambayo yanatoka upande huu kwenda huu, haya yanatusababisha tusipiga tu hatua kubwa, kama siri zinavuja za kawaida, yamesha paka za benchi la ufundi zitakuwa zinavuja. Eh. Sasa kwa siri hizo, na mimi sasa. Sasa isiokaaja rahama, simelewa, isiokaja rahama, kwa nini mchungaji umefanya hivi halafu tunaumbuka? Kwa hiyo yote ambaye anatoa siri za Simba kuzipeleka Yanga, mimi siachukua kama kidampa schuk jamaa awezi chochote hchochote. Sasa na mimi nitatengeneza hivi, kila atatengeneza habari kuipeleka huko Adhiriki akamatwe ya yaani awe peupe, usimeelewa. Kwa hiyo ukipeleka habari ya Simba kuipeleka Yanga utakuwa kweupe na kila mtu atakujua, na sikukujua tu, utazalilika nchi nzima Uwe kiongozi mkubwa, uwe kiongozi mdogo, hilo litaenda kukupata sasa. Mimi najua mambo ya kufanya bwana, unanielewa? Hicho ambacho naenda kukifanya ni kibaya zaidi. Yoyote ambaye za atatoa ya yani siri za Simba kuzipeleka Yanga ataadhirika, atakaa uchi ya bara, yaani hadharani, watu watamjua bwana, unanielewa? Lakini kwa kuanzia sasa, kuanzia wiki ijayo, ambaye anatoa siri za Simba kuipeleka Yanga ataanza kujulikana hadharani na watamsema na, na kila mtu atamjua. Kaji, nakumbuka msimu fulani hivi ambapo Babla alikuwa ndio CEO pale Simba. Kuna msemaji aliondolewa pale ambapo kipindi hicho ndio siri za Simba zilianza kuvuja. Alivyoondolewa, Simba ikatulia ikawa inafanya vizuri, ila kwa sasa eh, kuna sintofahamu. Taarifa zinavuja sana sana sana. Taarifa nyingi zinatoka za ndani ya klabu nadhani. Nini kifanyike ili kuweza kuondokana na mipango ya juzi ya kushinda? Mipango ya juzi ya kushinda ilikuwa ishapangwa ushindi wakaipeleka upande huu wakatengua, bwana, unanielewa? Lakini bwana, najua leo nazungumza vitu vya msingi sana. Anaye nisikiliza asikize kwa makini, yaani kwa makini mno. Dunia jinsi ilivyo, mwenzako akijua siri zako ni rahisi kukutengua akakuacha kama ulivyo. Vile vile sasa, hata hii mechi ya juzi, kuna watu walijua tunaenda kushinda mechi, wakaenda wakatengua. Mimi nikilazimisha kwenye maombi nirudishe, umeona bwana, ikarudishwa kwa siri zile wakaja wakatengua dakika za mwisho, mambo e, mazito. Sasa haya, haya kwa sababu kuna watu wanataka yanga ishike namba tano kwa ubora barani Afrika yanga. Wanatumia nguvu kubwa ili simba a drop, afu yanga apande juu. Wenyewe wanakwambia hivi, kama ni kuifunga simba wameifunga simba mara zote hadi mara sita, kama ni ubingwa wamebeba karib mara tano. Kilichobaki ni kushusha simba na kwanako kuendea ndio wanataka kufanikiwa. bado hujanielewa. wow. wow. na wanako kuendea wanaelekea kufanikiwa hasa leo. Ukinishambulia mimi kwa nini Simba, nasema hivi na nishabiki kwa Simba. Nakwambia sababu ni nini? mara tano wametufunga na tukutegemea mpaka leo kwa sababu wanatoa habari hizi, wanazipeleka huku. leo hii imefikia hatua, hatua imefikia hatua, wanataka waishushe simba pale ilipo, na kwa dalili hizi tutashuka. Uwezekani, mtu mpaka anakuja anakupambia hivi, tuna jasusi ndani ya Simba, jasusi ndani ya Simba anajitapa. Anada taarifa. Anada taarifa. Anada taarifa, na taarifa anavyoitoa mwisho wa siku unakuta ni kile kile. Mchungaji wa watu wewe, anafunga siku zote kumbe anajifungia mwenyewe, mchungaji wa watu, hali anapigishwa shoti dakika ya mwisho mwisho na wahuni nimekuwa mweusi kusimama kwenye jua muda wote. Wewe masa zote imekuwepo mechi ile, nimesema juani pale mpaka nimekuwa mweusi chi. Lakini mtu anakupiga shoti dakika za mwisho hasa. Na mimi nasema hivi kwa nguvu nilizo nazo, na mimi ruhusu, chukulie poa, anayetoa siri za Simba kuanzia sasa asababu nimesema hii, watu wanasikia hili, sio kwa lawama Nataka nitoe mbaya zaidi lakini anasema ataadhirika na atajua, at, watu watamjua wote na atakuwa hadharani. Aneto asiri za Simba kupeleka huko, na hiyo ndio imetusababisha sisi tuteseke kwa Yanga. La msingi na la maana, aache mara moja mara moja. Nani sasa huyo? Atajua yeye mwenyewenouatchwo si hadharani akiani sitajulikana hmm. hey. Kwenye uyo, kwenye wongozi, mbae, Wana Simba wanaumia sana kwenye huyo kwenye ndani ya uongozi ambaye kunavujisha siri wanatamani pia, okay, okay, huyu alievujisha siri atakuwa hadharani kwanza kwanzia wiki ijayo, kila mtu atamjua, ambao ndio wanapush pia azimu atoke. Huyu ambaye anasababisha sisi habari kuzipeleka upande wa pili kupeleka habari kuzipeleka wapi, atajulikana wiki ijayo na atakuwa hadharani na kila mtu atamjua na atang'aa kwa watu kwa ubaya, atang'aa kwa uzuri, atang'aa kwa watu kwa ubaya, lakini si kwa uzuri. Kuna kundi la wanasimba wanaumia, lakini wanaopigisha shoti ni watu wawili watatu. Nasema hivi, hilo linaloendelea kwa sasa hivi hawatafanikiwa. Hawatafanikiwa. Hiyo ni moja, hiyo pili, kitendo cha kubali za chini chini, na mimi nimezipata hizo. Kuna kundi limejiandaa Limtoe Modeji habari za chini chini hizo, limtoe Modeji. Bado hujanielewa bado, nisikilize ndugu yangu, hili swala msingi. Achana simu hiyo, nisikilize. Acha acha acha na hiyo kitu acha na hiyo kitu. Mimi sinapata habari, nimepata habari. Kuna watu wanataka kumtoa Modeji ndani ya Simba na mipango iko kwenye njia na hizo habari tushazipata. Sasa itakuwa ni mapambano kati ya wao na sisi, hatutakubali Modoj atoke ndani ya Simba bwana, yeye achana nayo, yeye achana nayo, ah, achana nayo hizo hizo achana nazo. Nisikilize mimi nachokueleza mimi. Hatutakubali Modoj atoke ndani ya Simba na wamejipanga na wamesema tuko razi, asema wako razi, Simba ifanye iwe ombaomba lakini Modoj atoke. Sisi Simba haitakuwa ombaomba na Modoj hataondoka ndani ya Simba. Tutapiga tutapigana nao mpaka mwisho, nasema hivi tutapigana nao mpaka mwisho. Modojo hawezi kuondoka ndani ya Simba. Modojo akiondoka, nayo salama, mimi sipo. Akiondoka naona ondo, bado hujanielewa mimi, sipo wewe. Usinichukulie hivi, kwa sababu unaona kawaida, na mimi najishusha hivi ili watu waone kawaida, lakini na mimi na nguvu vile vile. Eh, bado hujanielewa usinichukulie, kwa sababu unaona anaongea na watu hivi, watu wa chini

Nasema hivi, hili la Modoi yindo... ndio kwa asilimia mia moja watafanikiwa. Mimi nikisimama kwenye zamu yangu, hakuna mtu anaweza akanitikisa. Labda nisisimame. Na mimi napenda ligi kweli kweli. Eh, uje uje kwenye njia. E. Tuone tutashindana kwenye njia utaweza? Alafu napenda mtu shindane mtu mwenye hela na mimi. Nitumie nguvu nilizonazo, je, haziwezi kumtoa? Hela inaweza kumbakisha. Yaani nataka kushindana na mtu mwenye hela. Alafu mimi sina. Napenda huo ligi ya design hiyo. Sasa mtaona ubunifu unadondoka, pu, unaona unavodondoka. Mungu alivyo hawezi kukupa vyote. Atakupa fedha lakini atakupa nguvu nyingine. Ngaja mechi imeisha. Ah ngoja kwanza. Mungu jinsi alivyo hawezi kukupa fedha na vyote. Kuna kimoja utakuwa una. Sasa mimi kimoja hapo ninacho. Sina fedha lakini nguvu hiyo ninayo. Kwa hiyo nasema hivi, narudia mara ya tatu. Hakuna mtu akumtoa Modoji, labda ni usipo nmtu anajuliza mwanajaamini huyu nani? Ndo hivo unavyoniona, sio kiongozi, sio nini lakini, hakuna mtu akumtoa odj ndani ya Simba. Pili, andika hilo, anayetoa siri za Simba kwanzia ijayo atakuwa hadharani, kila mtu atamjua na atang'aa kwa ubaya. Mamangapi hayo? lipi na lipi? Modj hataondoka ndani ya Simba, hayo mama mawili. Kwaio leo nikuita nikueleze hivyo kuna watu wanapanga njama za kumtoa Modoi hata kutoka ndani ya Simba. Ungeongezea jambo la tatu. Husiana na kijana wako, kesi imeendeleaje? Ah, mambo yale yaache kama yalivyo. Kwa sababu mambo sasa eh, kwenye sheria yaache kama, kama yalivyo. Ishu kwenye sheria, mimi nitazungumzia nini? Ah, ulishamaliza kile. Ah, mimi ishu kwenye sheria. Yeah. Mimi waka nazungumza mara moja, mara mbili, zaidi hapo sizungumzi. Ishu, mi eh. Ah, kweli waweza kuelewa sasa hivi ni mtu ameelewa. Mimi nazugumzaga mara moja au mara